Waziri wa mawasiliano na teknolojia ya habari Angela Jasmine Mberwa Kairuki na pia mbunge wa jimbo la Kibamba amefanya ziara katika jimbo hilo na kwenda kukagua maeneo mbalimbali ambayo yana changamoto ya maji, lakini pia Angela Kairuki hakwenda peke yake, aliongozana na waziri mwenye dhamana ya maji, yaani Juma Aweso. Ametembea naye katika karibia kata zote za jimbo la Kibamba na kuhutubia, na haya ni baadhi ya maneno ambayo alianena mheshimiwa Angela Kairuki. tuendelee kuwa na imani na serikali yetu. Tuendelee kuwa na imani na uongozi wa rais wetu, lakini zaidi kwa sekta ya maji Juma Aweso, pamoja na dada yangu Mwajuma katibu mkuu, na kaka yangu Bwire wa Dawasa, CCM. Mheshimiwa waziri, kata ya Saranga ina mitaa tisa, ni kata inayoongoza kwa changamoto ya maji katika jimbo langu. Uongo kongo, uongo kweli? katika mitaa tisa walau wa King'ong'o sasa wameanza kupata ahueni, wanapata maji kwa kiasi kikubwa. Ukiangalia katika kata ya Saranga, upatikanaji wa maji ni asilimia sabini ikizidi sana themanini na tano kwa baadhi ya mitaa, lakini katika mtaa huu wa Ukombozi tuliko hapa hali ya upatikanaji wa huduma ya maji safi ni asilimia kumi pekee. Mheshimiwa Waziri, nikianza na mtaa wa Michungwani, kwa upande wa mtaa wa Michungwani, nikiangalia pale kwenye shina eneo la kwa Muliro hakuna maji. Uongo! Kweli! lakini sambamba na hili, ukiangalia kwa upande wa mtaa wetu wa Stopova eneo la Risivale maji hakuna. Uongo! Uongo! lakini eneo la Nogeza maji hakuna. Uongo! Kweli! tukija Matangini tra, hey, kwa Tito, kwa Kibona nako pia kuna miundo miundombinu iko tayari, lakini bado tunapata changamoto ya presha ya maji. Lakini tukienda katika mtaa wetu wa upendo na kwenye, bado changamoto ni kubwa, maeneo ya kim, ekima pamoja na kwingine. lakini nikija mashujaa nako bado ni changamoto kubwa. Tukija hapa ukombozi, maeneo ya kwa ndege bado changamoto ni kubwa kwa kiasi kikubwa. Asilimia tisini miundo mbinu iko tayari, changamoto ni presha, tunaomba tusaidiwe. Pressure iweze kuongezeka na haswa ukizingatia tenki la Bwangulo ilikuwa lijengwe huko katika eneo la Kilima Hewa lakini baadaye likaelekezwa Kifuru, lakini bado kwetu sisi imekuwa ni changamoto kubwa. Tuombe kwa unyenyekevu mkubwa tusaidiwe, tuweze kuongezewa pressure, miundo mbili iongezeke. Kuna maeneo mengine tunaambiwa vifaa hakuna, lakini kuna maeneo mengine kama hapo kwa ndege bado changamoto hata ya miundo mbinu hakuna kabisa tunaomba msaada wako, tunaomba jicho lako la kipekee Mheshimiwa Waziri, pamoja na uongozi mzima wa wizara pamoja na DAWASA. Nihitimishe kwa kuendelea kushukuru, tuendelee kuomba usimamizi wenu katika kipindi hichi ambako jitihada zinafanyika, walau tupate hata matenki ya muda, ili yaweze kuelekezwa kusinikwa katika maeneo yetu, ili yaweze kutoa maji katika kipindi ambacho mnahangaika katika kutunganisha maji. Mheshimiwa Waziri, kwa niaba ya wananchi hawa wa Saranga kwa niaba ya wananchi hawa Ukombozi na maeneo mengine Michungwani na kwingineko, tunakuomba sana. Wameweka maji hapa, ukiangalia huwezi kuamini, unaweza kahisi ni mkojo mtupu. Mheshimiwa Waziri, tunaomba sana tusaidie, hali ni mbaya, kina mama wanaangaika. Tunajua mmefanya kazi kubwa kumtua mama ndio kichwani, wanakunywa maji, hali si nzuri. Mheshimiwa Waziri, tunaamini na uwezo wako Tunaishukuru serikali kwa uwekezaji mkubwa walioufanya uwe katika sekta ya maji. Tunaomba na sisi bahati hii isikupite, tuweze na sisi kunufaika na huduma ya maji, tuweze na sisi kunufaika na maelekezo yako na msitizo wako, ili tuweze kupata huduma ya maji. Tumsikilize aliyo yanena mheshimiwa Juma Aweso. Hata uwe na cheo kikubwa namna gani, usiwasahau wale kupigia kura Anayelala na mgonjwa ndiyo anayejua mihemo ya mgonjwa. Mheshimiwa Angela Kairuki anajua matatizo ya wanasaranga. Sasa meneja wetu, ndugu yangu Tyson, leo mmenileta kwa mara nyingine hapa Saranga, tena usiku. Hapa ndipo kwenye changamoto ya maji. Narudia kwa mara nyingine, mkome kunileta usiku, unilete mapema. Tutakuwa na tatizo la pili ambalo nataka nilizungumze, ndugu zangu wana Saranga, unapokuwa daktari, daktari mzuri ni yule anayejua ugonjwa wa mgonjwa wake. Hapa hakuna siasa tena. Mtu ambaye hana maji, wewe jukumu lako ni kumpatia maji, hilo tu, hala hakuna haja nyingine. Sijui nijieleze sana, nijieleze sana. Huyu nikimuuliza hapa sasa hivi atakwambia, bwana hapa sisi tatizo letu sijui presha. Sasa wewe sio daktari, nani anawezejua dawa za presha? Si wewe sasa tunatambua kabisa miundombinu ipo, lakini maji hayapo. Mmeniambia kwamba mnajenga mmekamilisha, tenki la Bangulo, tenki limekamilika. Hamna maneno ya kuniambia hapa, tunatoa tu maelekezo leo ni tarehe ishirini na nane Mheshimiwa mbunge, Mheshimiwa mkuu wa wilaya upo, mkurugenzi wa DAWASA siyo? Uko wapi Bwile? Kwa zaidi ambacho hata Mheshimiwa Juma Aweso amekishangaa ni baada ya watu kunywa maji ambayo sio safi na salama, na yeye pia akanyweshwa. Hebu tizama tukio hili pia na msikilize alichokisema Mheshimiwa Juma Aweso. Mimi leo nimenyweshwa haya maji na nimekunywa, ambao nakunywa si sawa, si sahihi kutumia maji ya namna hii wala hakuna sababu ya kuwaonea huruma hawa mabwana. Tunawapa tunawapa siku 30 tu. Maji ya tenki ya bangulo wananchi wa Saranga waanze kuyatumia. Na kuhusu maji kusumbua katika jimbo la Kibamba, Mheshimiwa Juma Aweso alikuwa na haya ya kusema, fanye kila linalowezekana wanampijwa wa na torino waweze kupata huduma ya maji safi na salama. Ndiwahi kujiuliza yapo baadhi ya maeneo yameonekana kama wao kuwa na matatizo ndio haki yao. Kwa mfano, eneo la Kibamba, eneo la Ubungo, baadhi ya maeneo, eneo la Kinyerezi, hayo ndio maeneo sugu. Katibu mkuu, lazima tuingie ndani zaidi. Yapo maswali yanaonipa wasiwasi, au kuna biashara au kuna watendaji wa DAWASA wana biashara ya kuuza maji aa, ndio maeneo ambayo ni sugu. Niwaombe sana sana sana watendaji, haya maeneo ambayo yamekuwa na changamoto kwa muda mrefu lazima tuyatafutie ufumbuzi, tuyatafutie ufumbuzi wa kudumu. Hatuna maana kwamba tuna ugomvi na wenye maboza hapana, wametoa msaada mkubwa, lakini uwekezaji ambao uliofanywa katika sekta ya maji na Daktari Samia Suluhu Hassan, Mungu ndiye atakayemlipa. Lazima uwekezaji uliofanyika basi uonekane kwa wananchi, kutatua changamoto za watu, na sisi kama viongozi tupo kuwasaidia kuhakikisha kwamba mambo yanakwenda vizuri sana. Mheshimiwa Waziri, hapa tu tulipo mpiji senta, tuna mashina kama tisa, lakini yote hayana maji na bomba limefika mpaka hapa na limefilia hapa hapa lakini vile vile kwa eneo la kwa Mzungu, katika eneo hili la Mpiji Senta kuna changamoto wanahitaji, watu wamekuwa ni wengi sana na wengi wao ni wa kipato cha chini kabisa. Tunahitaji extensions ili waweze kuvuta maji kutoka mbali na kuweza kufika hapa. Lakini la pili, tuna eneo la Mpiji mwisho yanapogeukia mabasi, karibu na shule ya St Helen, pote huko hakuna maji. Tatu, eneo la CCM ya zamani, na kwenyewe ni shina tu namba mbili namba tatu na namba nne ndio kuna maji, lakini pia ukienda namba moja mbili na tatu bado hakuna maji. Lakini ukienda Mbezi hapa Mpiji Makondeni na kwenye bado kuna changamoto kubwa ya maji. Mheshimiwa Waziri wetu tuendelee kuomba, wakati mkishughulikia pia kupanua bomba fano Torino kule machimbo nako ni shida. Ni kweli limeletwa bomba lakini limezidiwa kwa, tunaomba ikiwapendeza basi mtuangalie kwa jicho la pili la huruma basi, wala liletwe bomba kubwa zaidi, ili watu wengi zaidi waweze kufaidika. Na hii ni miongoni mwa kazi ambazo ameanza nazo Mheshimiwa Angela Jasmine Mberwa Kairuki. Asante we ambaye umefuatilia habari hii. Kwa habari nyingi na nyingine kama hizi uh, usiache kufuatilia ukurasa huu wa Masi Media. Hebu subscribe na gusa hayo maandishi uh, yaliyoandikwa uh, subscribe, alafu bonyeza hiyo kengele, ili wa kwanza kabisa kupata habari zetu.